Mmesoma mwaka wa kwanza chuo kikuu cha Dar es Salaam, na ninashukuru kwamba mko hapa leo. Nikuwahakikishie meneja Barrick Tanzania kwamba Isanindi Keita ni ushahidi kwamba walishinda mchujo wa mwaka wa kwanza. Sitaki kusema ni wangapi walishindwa mwaka wa kwanza kwa chuo kikuu cha Dar es Salaam, lakini sio wachache. Chuo kikuu cha Dar es Salaam kina bahati wanafunzi wengi wanapenda waje kusoma pale. Kwa hiyo inaongeza ushindani. Mwaka huu waliomba wanafunzi 65,000 plus mwaka wa kwanza ili waje wasome. Wamechagula wanafunzi karibu 15,000 ambao tunao. 15,000 ni kama nikitoa mfano wa vyo vingine ni kama idadi ya wanafunzi wa vyo vikuu baadhi ya vyo vikuu vikuu. Vina wanafunzi 6,000. Sisi mwaka wa kwanza tu na elfu 15. Na mwaka huu, a, mwaka jana waliohitimu kwa mwaka kalenda ya last of last year 2025 walihitimu wanafunzi 11608. Na wasiwasi wangu mkubwa ulikuwa hawa wanawapeleka wapi? Kweli wamehitimu kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam. 11608 na wanakwenda wapi? Na tuna shida na watu, ana kuna vilio, watu wanalia sasa hili ni jibu ulionisaidia ndugu Ngido na timu nzima ya Barrick Tanzania, kwamba umetupa nafasi ya vijana wetu waende mahali pengine wakaongeza miaka miwili, mtakuwa kule, lakini mwaka mmoja mmesoma Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kwa mwaka mlioupata Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ni msingi se foundation. Nisingetamani nisikie, nirudie tena, nisingetamani nisikie eti kuna mwanafunzi ameshindwa Itakuwa ni aibu kwangu, itakuwa ni aibu kwangu. Nafahamu kwamba nye wote mmesoma PCM kama sikose, karibu wengi wenu na ni mpaka mlipokuja chuo kikuu cha Dar es Salaam ile baada ya fom 6 hamkuingia hivi hivi, chuo kikuu cha Dar es Salaam watu waingi hivi hivi, lazima uwe umeexcel kwenye mtihani wako wa A level kwa napenda pia ni washukuru ndugu zangu, kuwachagua nyie, kuwaona nyie, na mmesikia kisema hamkuchaguliwa kwama mmekaa pale School of Geo Science, I mean Mines and Geo Science mkachaguliwa. Ah, kulikuwa na mchakato. Kwa mmewashinda watu wengi, sio wachache, na mmechaguliwa watu watano kukidhi mahitaji ya hiyo program. Lakini kingine ambacho nimemuuliza ta nimeongea naye hata mkuu kwamba nimefurahi kusikia kwamba kuna wasichana, kwa sababu si chuo cha Dar es Salaam, sera zetu ni kuhimiza uh, kuhimiza usawa, na nafikiri mlipokuwa mwaka wa kwanza niliwaambia kwamba mimi hapa napenda uh, wakina dada pia waende juu, wakina kaka pia waende juu. Kwa usawa uliopo hatujafika bado, wamewazidi kidogo, lakini labda kwa sababu ya namba jinsi ilivyokaa, wawili kwa angalau kwa kuanzia nawashukuru. Kwa hiyo nawashukuru sana uh, management ya Barrick kwa kuwapa nafasi kwa vijana watano ili swala kufeli na kurudi halitaanzia huko wanakokwenda. Hata sisi tulikuwa na utaratibu huo, tupo pata vipesa kidogo, tulianza kuleta watu wanaotoka ilevo. Ilikuwa kwamba ukifika ukishindwa tu max, sisi tuweka max ukishindwa kupata 3.8 ilikuwa unarudi nyumbani au unabaki lakini unatafuta scholarship ingine. Kwa mimi nisingependa kusikia ndugu zangu kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam, eti mtu anarudi, yani toka chuo cha Dar es Salaam afurudi, chuo kikuu cha Dar es Salaam afurudi, na natamani na nisikie wanawang'ang'ania kubaki pale. Performance yenu, performance yenu ikawe sababu ya wao kualilia mubaki kufanya masters. Na performance yenu kwenye masters pia ikawe sababu ya kufanyie mubaki kufanya PhD. Na performance yenu katika PhD ikawe sababu ya nyie kutaka kuajiriwa South Africa. Mimi nitafurahi nikisikia mnajiwa mnaajiriwa South Africa au wanawapeleka kusoma Australia au kwenda kwa ajili ya Australia. Lakini nataka mwe wajumbe, uh, wajumbe kamili kwanza wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na kisha wa Barrick Tanzania. Ita, itaadi value kwenye management ya Barrick Tanzania. Tendo ambacho kinafanyika hapa kinaonyesha Bariki tuko na tukoje, yani who are we? Kama Bariki uh, tunaamini kwenye sustainable development na ndio maana sisi tunaongozwa na partnership spirit. Ukiwa partner, then unaangalia longer term as a partner, so short term. Na tunajua kabisa elimu, right, ndio uwekezaji endelevu katika maisha ya binadamu ukiacquire knowledge that will stay for you forever. Kwa hiyo kwa msingi huo na hiyo spirit ambayo tunayo na ndio maana tukaanzisha program ya kufanya ibasari program ambayo uh, Lumbo ameelezea vizuri sana na kwamba kwa huu kwa ni mwaka wa kwanza, tumepata vijana wetu watano kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam ambao ndio walikuwa competitive na wao wataenda kusoma chuo kikuu cha Johannesburg lakini sharti moja ubsa kulisema ni kwamba wanaenda kwa ajili ya kuja kunufaisha sekta yetu ya madini hapa Tanzania. Ha, Profesa, wanajua kwamba watakuwa na link ili tuweze kuwapata watakaporudi sasa. Baada ya masomo yao either, wataingia kwenye sekta au watakuja kufundisha wenzao ili kuproduce more skills. Hiyo ndo dhumuni letu na ndio maana tunachukua wanafunzi ambao tayari wameshasoma chuo kikuu. Hawa sio kwamba ni year one, eh. Wanaenda kuenda second year na kuendelea na masomo yao. Na kwamba walifanya vizuri walipokuwa chuo kikuu cha Dar es Salaam na sasa wanaendelea uh, kwa ajili ya kwenda uh, kwa advance education na vitu vingine ambavyo walikuwa wanatamani kwenye maisha yao. Baadaye tutasikiliza mmoja mmoja anaenda kufanya nini, lakini hiyo kopo ni kwa kifupi. Tulianza na vyuo vingi, mwisho wa siku tumepata chuo cha Dar es Salaam. Hii inaonyesha umahiri wa chuo cha Dar es Salaam. Tashukuru wahadhiri wetu, makamu mkuu wa chuo, Dean of School of Mining Geosciences, na wahadhiri wetu wote, kwa namna ya pekee, hii scholarship, tulivyofika hapa, tumefurahi sana, lakini hatuishii hapa. Tunajua kwamba tuna deni kubwa kwa chuo kwa kampuni na kwa taifa kiujumla. Kwa hiyo tunaahidi kwamba tutakapoenda katika chuo kikuu cha Johannesburg, tutaenda kusoma, tutaenda kuinteract na watu, tujue kwamba nchi nyingine wanafanyaje vitu, na tutakaporudi hapa tutarudi na umairi na ubora, na tutaleta impact jema katika taifa, katika kampuni na pia tukibatika kurudi chuoni. Tunategemea kwamba elimu ya chuo kikuu cha Dar es Salaam itaongezeka kiwango. Kwa jina naitwa Riziki Awazi Mvungi, ni mwanafunzi, ni mmoja wa wanafunzi ambao wamepata ufadhili wa kwenda kusoma South Africa katika chuo cha Johannesburg kutokea katika chuo cha Dar es Salaam. Kwa nafasi niliopata, napenda kushukuru kampuni ya Barrick kwa kutupa nafasi hii ambayo ni nafasi ya upendeleo. Wameweza kuona nini ambacho tunacho ndani yetu. Wameweza kuona nini ambacho tunacho, wakakielewa, wakaamini kwamba tuna uwezo wa kufanya jambo kubwa tuna uwezo wa kwenda South Africa kuchukua kitu kutoka kwao na kwa ajili ya kukitumia katika nchi yetu, na napenda kuahidi kwamba hatutawaangusha. Tunaenda kupambana, tunaenda kama Watanzania, tunaenda kuwaonyesha Barrick kwamba sisi ni zaidi ya walivyotufikiria, tutaenda kufanya jambo kubwa sana.